Shabani Ahmed Kizigo, anachezea Migori Star, pole sana kwa mnatokea mchezo wa leo. Haiwezi ah, kusema ni pole kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa brasa. Kwa hiyo inavyotokea mistake lazima wazibiwe, hiyo ipo kwenye mpira. Nini ambacho kimewakuta nyinyi kama wachezaji? Mchezo wa kwanza mlipata matokeo, na mchezo wa leo mmeshindwa kupata matokeo, nini ambacho kimetokea hasa? Ah, ukweli tu hatuwezi ku, ku, kujikosoa sana kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa kwenye maandalizi mazuri, na wenzetu pia walikuwa kwenye maandalizi mazuri. Ni sehemu ya mchezo kupata matokeo kwao wakiwa ugenini, yani wakiwa nyumbani na sisi tukiwa nyumbani vile. Ila tunachomshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mchezo wa leo tumecheza kwa kupambana, kwa kujitoa, licha ya mapungufu madogo madogo ambayo yameonekana kwa kwa kwa upande upande wa wetu sisi na kwa upande wa uamuzi, kwa sababu hatuwezi kunani kujisifu kabisa kwamba tumekamilika kwa kila idara sawa. Ee, kwa hiyo hata waamuzi na wenyewe kuna sehemu fulani hivi wamesababisha wame, wame ni yani, kuchachia hii game ya leo kwa nzito kidogo, na, na ishia hatua ya kumi na sita bora. Nyinyi kama timu kibinafsi kabisa, kama wachezaji mnajisikiaje ki ukweli? Haikuwa mipango yetu kuishia hapa, japo imetokea auwezi kukataa e, lakini kwa Yani kwa mchezaji mmoja mmoja, lazima ni yani, kuna kile kitu ambacho unajua kabisa mimi ni mchezaji nimekuja kupambana, afa nimekuja kupambania timu timu yangu. Timu yangu ndio imefikia ukomo wa hapa, hauwezi kukataa matokeo, si unajua eh, yani kwenye matokeo kila kitu kinawezekana. Safari ya kutoka hapa kwenda Migori, mnategemea mashabiki wa wapokeeje? Lakini pia nini ambacho mnachotaka kuambia mashabiki wenu mara baada ya kutolewa katika uwanja wa ugenini? Ah, kwa kifupi, mashabiki, kila mtu anakuwaga na tempa yake, sawa E, yaani cha kumwambia kwamba matokeo ambayo tumeenda kuyakuta ugenini ndio haya tuliyokuja nayo. Eh, yaani sio kwamba tunaweza tukazidisha au tukapunguza kwenye hili. Ila tu wao wenyewe najua kuna baadhi ambao wamefika kama wajumbe wao watakuwa wameona mchezo. Sidhani kama kuna makosa mengi ambayo yametugharimu sisi kwamba mpaka ikafikia stage wao wakashindwa kutupokea kama timu yao. Sidhani kama hicho kitu kipo. Ila la kumalizia, uh, neno kwa uandaaji wa mashindano lakini pia mdhamini ambaye amedhamini uh, muonekano wenu, lakini pia amedhamini mashindano yenyewe na anakwenda kutoa zawadi. Ah, yani, kitu cha kwanza tunampongeza kwa sababu kwa mkoa wetu kiukweli tulikuwa tumedorola, na hata kama ukifuatilia yani mashindano ambayo yalikuwa yanapigika hapa mkoani si haya yenye kubeba taswira ya jumuiya ya watu wa, wa vijijini na wa mjini. Sawa, ina maana akafanya kitu kikubwa sana yani, kiasi kwamba unaweza kumtambulisha hata kwa watu bwana, eh yule, yule mtu aliyeandaa yale mashindano kafanya kitu kikubwa kwa, kwa ilinga yetu hii. Kiukweli mashindano ya hivi hayapo mkoani, yani tusio waongo, yani tunamsifu afu na tunatamani afanye vikubwa zaidi ya hivi, japo tu kuna baadhi ya vitu ambavyo unaviona vya kibinadamu vipo sawa. Kukosea kupo na kupatia pia kupo, ila kwa alichokifanya kwa sasa hivi kwa upande wetu sisi vijana, tunaona amefanya kikubwa sana, na tunampongeza sana na tamani yani, kama Mungu amemwezesha pia alete kikubwa zaidi ya hiki alafu akifanye kile, yani kwa, yani kwa ukubwa zaidi ya huu ambao ameufanya safari hii. Kila laheri mwana, haya, nashukuru.